Maisha yao yalikuwaje? walikuwa na mtumaini Mungu kivipi? kawafuanza kufuatilia visa vyao katika Biblia, na wewe yalinganisha na maisha yako unaoishi, na namna tumaini lako jinsi livyo mbele zao. Yefta huyu aliingia katika historia kwao. Tunaona Yefta huyu alikuwa ni shujaa wa vita. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi tunaona habari zake, Waamuzi kumi na moja. Huyu alikuwa ni mwamuzi wa Israeli aliishi katika kipindi kile cha Waamuzi. Alikuwa ni mtoto wa mama mwashira na baba yake alikuwa anaitwa Kijeti, lakini kwa sababu ya asili yake mwanzo alifukuzwa na akakimbia katika nchi ya Togo. Hata hivyo baadaye alikuja kufanyika msaada katika katika nchi yake, alirudi katika nchi ya Kawakiliati. Tusoma hapa katika kitabu cha kumi na moja tusome chao thelathini mpaka thelathini na moja Waamuzi kumi na moja thelathini mpaka thelathini na moja Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba, wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yesu tabeka nasi mbele za Mungu. Bwana utaponiulisha na ukanipigania chini ya wao, nitaporudi salama kwa nyumba ya baba yangu. E yule atakuwa wa kwanza kunilaki, nitakutolea sadaka. Yesu asifiwe. Sasa huyu anasema anatoa sadaka bila damu mwanza. Sisemi ufanye hivyo, lakini na tunajifunza namna ya imani ambapo ilivyokuwa na nguvu. Na, na, analude, baki, nopi, binti, kawa, kwa kwa na kwa mbaya sana, na ameshinda huko, Mungu amemsaidia na hata anarudi mtoto wake wa pili binti ndio akawa ametokea kwanza kwa black, na Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya nadhiri yake mbele za Mungu, alimchukua yule mtoto akamtoa sadaka ya kuteketezwa. Ilikuwa ni tukio ambalo linahuzunisha, lakini kwa sababu ya na hali nadhiri aliweka mbele za Mungu, akatoa. Kwa Mungu, tutajitahidi sana tunapotoa nadhiri towamaziri ambayo unaweza ukaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Usipoweza kunyamaze chini, kwa sababu Mungu ni Mungu anayesikia anayejibu, ni Mungu aliye kamili, yeye yadangari watakukumbusha tu hata ipite miaka kwa hiyo tunaona Mungu pia alishika, alimsaidia, tutaweza kushinda vita pamoja na changamoto hata niboru, kwa sababu ya nadhiri yake ya binti wake. Alikufa kwa sababu alimtoa, alimtoa dhabihu ya kuteketezwa kwa sababu ya nadhiri ya Rebeka. Kwa hiyo tunaona kwamba maombi yatufusha nini hapa. Maombi katika kanisa yanapoungwa na kizi binti yanakuwa na nguvu sana, yanakuwa na nguvu sana.

kwa hiyo matendo ya Mungu lwazi katika maisha ya umini pamoja na familia yetu ndio msonga. Kwa hiyo sasa, nini cha kufanya ili uwe na imani hii, imani dhabiti? Cha kwanza, anza maombi yako ukiwe na imani dhabiti. Tumejifunza juu ya kuna watu ambao walikwenda kwa imani. Nini maana ya imani katika maombi yetu? Tukatoa mfano wa mtandao kwamba usipokuwa na mtandao hata uombe na utumie nguvu kiasi gani, bado maombi yetu hayawezi kufika. Kwa hiyo tunapoanza katika maombi, tuhakisha kabisa kwamba tunakuwa na imani. Lakini nyingine, tutumie maandiko kama ahadi za Mungu kama msingi wa imani. Tutumie maandiko ambazo ni ahadi za Mungu kama msingi wa imani. Angalia katika hali unayopitia, nenda katika Biblia pale Habari ya leo maandiko ambayo inaweza kukusaidia ili uweze kutembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotembea katika maandiko ya namna hiyo, yatakujenga katika msingi. Unakuta katika shida, angalia Biblia inasema nini? Mimi ni mpango wa Mungu. Mungu anasema nini shida hali ninayopitia? Kwa hivyo, tunapohoji leo neno ndio litakuwa mtaa. Ukisoma katika Zaburi ya 119:5, nasema neno la Mungu ni taa ya miguu yako. Lakini nasema muweka neno lako ndani yako, sasa ikakutendeza kwa neno lako. Litakuwa neno la Bwana litakuwa ndio mwanga kwa kwa sasa. Tuna 16 asema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako katika hekima sote. Kwa hiyo tunapoweka neno linatusaidia sana kuongeza imani, kwa sababu neno lina nguvu. Neno linaweza neno linaweza ku, ni kama lina zaidi ya upanga wao, linaweza kukata kuwili kuwili kote, kwa linaweza kutawanisha nafsi, naweza kugawanya kila kitu

wakati ndio unaweza kaomba tukaomba na kuomba lakini bado katika macho ya nyama unaona kama vile Mungu asikii unaona bwana maombi yangu yamekuwa muda mrefu sana Mungu achi mwisho wa karatama Biblia inatuambia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza mtu yule anayemwambia Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na uwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii Leo nimeongezeka bidii kwa sababu neno la Mungu linajibu kwamba kuna watu waweza kuomba wakaishia katika kwa nini ni unaonekana na bidii hii inaunganishana na imani pale ambako utaomba bila kukoma. Nina maana ya kwamba Mungu atatupa tu. Yeye ameahidi katika ile mstari 5 Isaya anasema kwamba, tafuteni Mungu Mungu maadamu anapatikana. Muiteni maadamu kwa karibu. Kwa sababu tutapomtafuta kwa bidii yeye ataonekana. Tutapomuomba kwa bidii, bidii ndio imani yenyewe. Tunapomalisha imani yetu kwa bidii, Mungu ataonekana. Ombeni kumi na saba ombeni bila kukata tamaa. Kukata tamaa ni ishara ya kukosa imani. Kukata tamaa ni ishara ya kumwambia Mungu Mungu kufuru nshaa am syu amejia kumjua Mungu, anamjua Mungu alikomtoa, anamjua Mungu jinsi alivyo. Anasema hata nikinyamaza, ndio maana Yesu anasema hata mawe yasipopiga kelele. Hata watu ninyi msipopiga kelele, atainua mawe yapige kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamjua Mungu wake, anamjua Mungu wake, kwa, na anamtazamia kwako. Huyo ndio ufufuo na uzima. Hata japokuwa tumekufa, bado tutaishi. Hata kama pumzi yetu itakoisha duniani, bado Yesu ndio atakuwa ndio kibio letu bado yeye ndio atatupa usiba, bado tutakaa kifuani mwake tukishangilia pamoja na watakatifu wao. Shida na sisi tuko katika safari hii. Kaza mwendo, mtu wa Mungu, usirudi nyumba, msomba kwa bidii na kwa ibada. Tuombe, kwa sababu Bwana ameagiza katika hilo Luka kumi na nane Ombeni siku zote Ombeni siku zote, tuombe bila kukata tamaa. Kwa hiyo tukiacha namna hiyo, ina maana tumekataa ushika na Mungu, tunataka ushika na dunia. Na anasema mtu yeyote atakayekataa kuwa rafiki, anataka kuwa rafiki na dunia, anataka kuwa na dunia. Ili tuwe rafiki na Mungu lazima tutengeneze tabia maombi. Ndugu zangu, lazima tutengeneze tabia maombi. Hasikabia maombi hakuna ushika na Mungu, hakuna shortcut Hakuna kingine kama tuelewa sisi, kwa watakatifu ni maombi ndio yanatukaribisha mbele za Mungu, na wakati wote Roho Mtakatifu atakaa ndani yetu, kwa sababu sisi tumemruhusu kupitia maombi. Tunaamua kujisafiri na kuruhusu mwili huu huu ambao siku moja utaondoka, siku moja tutaondoka duniani. Bwana Yesu asifiwe. wa na wale wote tuliyatafuta yatakuwa ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tushike maombi yetu hata pale ambako tunaona hatuwezi, na hapo leo tuishie kipengele hiki.